Mimi kwa jina naitwa Teostina Jos Jacobo ni mkazi wa kijiji cha Ibuga wa kitongoji cha cha namba moja kijiji cha Ibuga. Sisi changamoto tulionayo kama kina mama, natetea kina mama wenzangu, sisi tuna changamoto ya maji. Yaani maji kabisa, vyanzo vipo, lakini visharibika na vishazolewa kabisa, visharibika jumla. Yaani hata kutengeneza avit, havitambiki. Kwa hiyo yani tunakochota tunachota kwanza ni maji machafu wengine hata watoto wanaugua kwa ajili ya maji tunayoyachota, halafu wengine ni mbali kabisa. Kama kina mama, kwa mfano, ukiwa mjamzito huwezi kufika huko kabisa, yaani ni mbali kabisa, ni bondeni, ukishuka mpaka unachoka. Kwa hiyo Ibuga nzima kabisa, kama kijiji kizima, hatuna maji na mimi ninayoongea ni mkazi wa kitongoji cha namba moja, hatuna maji na, na pengine hayapo kabisa. Tuna changamoto ya maji kabisa, tunaomba mtusaidie, serikali tusaidie tupate maji. Kwa jina naitwa Didas Gaspar Michael. Changamoto ambayo tunayo ni kuhusu maji. Maji tumesubiria, tunaambiwa kwamba maji yanakuja na kauli mbiu inasema kwamba kumtua ndoo mama kichwani. Kwa hiyo tumesubiria mpaka sasa, mama kumtua ndoo kichwani imekuwa ni tatizo. Pili, vyanzo vya maji vimeshaharibika haribika. Sasa hivi wakina mama wakienda kuchota maji wanamaliza masaa manne hawajafika nyumbani wakina baba tunakaa tunasubiria, wakina mama wamechelewa. Changamoto tena, wanafunzi ambao wanasoma wanapata changamoto kubwa kwa sababu ya maji, kwa sababu mwanafunzi akitumwa maji shuleni, kwa sababu sasa hivi kuna lishe shuleni, maji yanakosekana kwa ajili ya uhaba wa kutopata maji kwa wakati. Kwa hiyo elimu imekuwa ngumu kwanza kwa jamii mpaka kwa wanafunzi, maji hayapatikani mpaka sasa. Mwalimu mkuu analalamika kwamba maji hayapatikani, baadaye yeye anatuma wanafunzi wanaenda bondeni kuchota tena kwa kikombe, anakaa nasubiria, nafikiri kwamba wanafunzi wameumwa na nyoka basa ki, akiona kwamba wamechelewa, yeye anaanza kufuata tena kuwaangalia wanafunzi wake, je wamepotea au. Kwa changamoto ambayo tunayo ni hilo, tungeomba serikali itusaidie ili kusudi tupate maji kwa wakati. Kwa majina, naitwa Elizabeth Amos, natoka kijiji cha Ibuga. Sisi kaletu tu ni moja, shida ni maji, maji ndio yanatusumbua. Tunapenda kuchota maji ni bondeni sana, kama mwanamke mja mzito, watu wanachota maji huko, ota maji huko, maji ni machafu sana, tuna tunachota na kikombe Mabomba yameshapasuka, tunachota za amani. Sasa hivi tunatumia kikombe, kuna kacha mchemo fulani hivi, kama tulichukua chimba chimba sisi kile tu ni maji tu. Sasa hebu saidia tupate maji. Kwa jina naitwa Emmanuel Zabuloni, mkazi wa kitongoji cha Ibuga Senta, kijiji cha Ibuga. Kero kwa wananchi kijiji cha Ibuga, tunayo kero kwa kusema na swala la maji, na ambao limechukua muda mrefu, lakini hizi chemichemi ambazo tunazitumia tunatumia maji machafu. Sasa wito wangu kwa Serikali, ningeomba serikali nani ituangalie jicho la tatu, ndio kwamba tatizo la kijiji cha Ibuga ni na maji. Naitwa Engineer Simon Wilson Ndyamukama, meneja wa RUWASA wa wilaya ya Ngara, na kweli kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji katika kijiji cha Ibuga na kama serikali ina, inatambua kwamba kuna changamoto hiyo na tayari jitihada zimeshaanza kufanyika kwa maana ya kusanifu mradi ambao utahudumia e, vijiji vya Nyabisindu, Ibuga na Jururigwa, na sasa ni fedha inatafutwa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi huo. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa Ibuga lakini Jururigwa na Nyabisindu waendelee kuwa na subira wakati e, serikali ikiendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga mradi katika maeneo yao, lakini pia e, kama tunavyofahamu kwamba wilaya yetu ya Ngara upatikanaji wa maji ni asilimia sabini na nne nukta nane na kwa unaweza kuona hatujafika asilimia mia. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ambayo bado yana changamoto ya huduma ya, ya maji ikiwemo Mururama. E, kule kata ya Bukiriro kwa ujumla tuseme e, kwa sababu kuna Mururama kuna Bukililo yenyewe, kuna Nyabianga kuna Mumuhamba e, kule kote kuna changamoto ya huduma ya maji, lakini kama serikali tunatambua hilo na jitihada zimeanza kwa ajili ya kuhakikisha maeneo hayo yanapata huduma ya maji, lakini tuna kata ya Nyakisasa kule Kumugamba e, na Kashinga E, nako e, kuna changamoto ya maji lakini, e, serikali imeanza jitihada za kutafuta vyanzo vya maji ili baada ya hapo usanifu unafanyika na miradi inatekelezwa e, kwa mfano Murubanga kule kata ya Nyamagoma tayari tumechimba kisima na maji yamepatikana ya kutosha na kule Mkalinzi e, kata ya Muganza e, kwa hiyo maeneo hayo tunaenda kufanya usanifu ili, e, tuanze utekelezaji wa miradi ya maji katika maeneo hayo, ikiwemo na Kumgamba kule kata ya, nya, Nyakisasa. Kwa hiyo e, miradi hii itaendelea kutekelezwa e, kwa awamu kulingana na bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Kwa hiyo maeneo ambayo hajapata huduma ya maji tuwaombe, waendelee kuwa na subira e, Serikali ya awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan ina imejipanga kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata huduma ya maji. Aa, ni wito wangu ni kwamba waendelee kuwa na subira, kama unavyoona kwamba jitihada zimeanza kufanyika za kuchimba visima kwenye maeneo ambayo yana changamoto kubwa ya maji. Kwenye jimbo letu la Ngara tumechimba visima vitano. E, Murubanga tumechimba kisima na kuweka miundombinu ya sora na wananchi wanapata huduma pale kwenye kile kisima, lakini tumechimba kititiza, tumechimba keza tumechimba Kafua na tumechimba pale e, Kumwendo kisima cha Kumwendo tuko tunaendelea kukamilisha ili na wenyewe waanze kupata huduma ya maji. Kwa hiyo hayo yote unaona jitihada ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya sita kuhakikisha kwamba wananchi ambao hawajafikiwa wa huduma nao wapate huduma ya maji, lakini kuna miradi ya maji ya bomba ambayo tumejenga na mingine tunaendelea kujenga e, tumemaliza kujenga mradi wa maji Kigina, wananchi wanapata huduma ya maji. Tumejenga Kumuyange, wananchi wanapata huduma ya maji, lakini sasa tuko tunaendelea kujenga miradi ya Kariba, kata ya Kasuro, lakini tuna uh, Kumubuga na Ntanga tuna Katelele ambayo miradi hii nayo inaenda kujengwa ihakikishe kwamba wananchi wanapata huduma ya maji, lakini tunakule Mkikomero kata ya Mgoma nako tunaenda kukamilisha kuhakikisha eh, ule mradi unajengwa na kukamilika ili wananchi wapate huduma ya maji. Kwa hiyo wananchi wanaweza wakaona ni namna gani eh, Serikali ya awamu ya sita inaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma ya maji safi na salama.